Aeaasisiemu hoye, ndugu wenyekiti wa wilaya kadhaa nilizowaona hapa, wilaya ya Mkalama, wilaya Iramba, Mheshimiwa DC na mjumbe mkutano mkuu wa mkoa wa Singida na wajumbe wote tuliopo hapa, asalamu aleikum. Ninapata furaha kubwa kutembelewa nanyi Hili ni jengo la ukumbi wa Chama cha Mapinduzi ambaye tumeujenga kwa nguvu zetu wenyewe, wanachama mmoja mmoja, wanachama kwa ujumla wetu, kwa asilimia mia moja umesimamiwa na wanachama mpaka hapo ulipofikia. Hili jiwe limewekwa, jiwe la msingi limewekwa na katibu mkuu Daniel Chongolo wa kipindi hicho, ambaye ndio alikuta tuna hali, tulishafika kwenye lenta ya pili na kwa kweli baada ya hapo, kasi iliendelea kuwa kubwa sana. Leo tumemsikiliza mama amesema, mwenyekiti wetu wa chama cha mapinduzi mm, amezungumzia juu ya miradi ya chama cha mapinduzi. Amesema tuendelee kuhakikisha kwamba tumekuwa na miradi mingi ya ukumbi, ya ofisi, ili chama kijitegemee, lakini mwisho wa siku chama king'are, kama ambavyo navyong'ara kwenye kuongoza sisi nchi. Asanteni sana Mungu kwa sababu vijana wanafanya kazi hapa hapa, njoo njoo, leta leta, maji maji, kusanywa kusanywa, nkusanywa